Kwa jina naitwa Abdara Saidi, aka yangu Sheikh Dura. Mimi shabiki wa Simba kindakindaki, tena shabiki namba moja. Mimi swala ambayo nilikuwa nalizungumzia kuhusu gemu yetu sisi ya tarehe nane ile ambayo iliahirishwa, mimi naweza nikasema soka letu la kibongo linapotaka kuelekea sasa. Mimi naweza nikasema kwamba viongozi wa upande wote wa Yanga pamoja na Simba na imani, ili swala watakuwa wanalifahamu na wanalijua kabisa kiundani zaidi, sababu haiwezekani watu wa media wamefanya matangazo yao kwa usahihi na siku ya gemu ikapangwa pamoja hadi na muda ukapangwa, lakini tukashindwa kuelewa na watu. Sisi wengine tuko tayari tushalipia tiketi zetu ili kwa ajili ya kwenda kufanyaje kufuatilia mtanange, lakini mwisho wa siku zinatokea za sintofahamu kutoka na Simba na Yanga tayari, kwamba katika nchi hii ya Tanzania wao tayari washajifana kwamba wao ndo mabigi, kwamba hakuna timu yoyote ambayo inaweza ikazungumza juu yao, kwamba wao siku zote wanatamani wawe juu na wao siku zote wanatamani waendelee kuwa juu. Sasa soka litakiwe kuwa hivyo leo hata Ulaya au Uingereza, wapi? Tunaona timu kubwa lazima imheshimu timu ndogo na timu ndogo lazima imheshimu timu kubwa, kutokana leo hii ukiangalia sijui Leicester City, sijui ukiangalia hata kicheza na Man City, sijui na nani. Kutokana hata mashabiki wake wanakuwa ni wengi na kila timu inakuwa na mashabiki. Lakini haya mazoea kutokana na ya Simba na Uyanga tumeweka sana hadi soka letu la Kibongo wanataka kuliharibu. Sasa mpira utakiwi uwe hivyo. Sisi mashabiki tunapotoa pesa zetu tunapenda kulipia tiketi, tunapenda tukaone burudani. Lakini leo hii mtu ametoka safari yake ya mbali anakuja kuangalia gema, mtu anakuja unaambua mechi imeahirishwa. kwa jina mimi naitwa Mbaruku John, mimi naona kinachoendelea kuhusu hii dabi ya Kariakoo. Kwanza mimi ningependa binafsi mechi irudiwe, irudiwe, watumie busara, mechi irudiwe basi, kwa sababu wote kwa mtazamo wangu mimi naona wote walikosea, maana Yanga waliwazuia Simba wasiingie uwanjani kufanya mazoezi yao ya mwisho na Simba hawakwenda uwanjani kucheza ile mechi. Kwa hiyo TFF walivyoahirisha mechi na maana Simba Yanga atakiwe kupewa hizo pointi tatu, wanatakiwa warudie mechi, mshinde apatikane. Akishapatikana mshinde achukue pointi zake tatu. Hii e, ndio mtazamo wangu huo na, na, na, na mshauri rais wa TFF Wallace Karia ajitahidi kutumia busara na kuwaangalia viongozi wake, kama watu wamekosea, waadhibiwe. E, kwa majina yanaitwa Ezrom Octavian, mimi ni bodaboda hapa Akakani. Kiukweli sisi tunapenda irudiwe, ila tunachokihitaji kwanza tupate haki. Haki tunayoitaka sisi ni kujua, je, kwa nini ilihairishwa, ili sisi kama mashabiki tujue sababu ni nini ili tuweze, ku, tuweze kufuata kile ambacho watakachokuwa wamefanyaje wamekiamua viongozi, ila mechi tunapenda irudiwe hata kesho. Sisi kama mashabiki jina hey, hey. langu naitwa Vasco hey, hey. Eh, ni mkazi wa Kawe dreva bodaboda kuhusu hey, hey. mm, sakata la Simba na Yanga yeah. Mimi nilichokuwa napendelea nilikuwa napendelea mechi irudiwe eh, kwa sababu kama isiporudiwa, kama Yanga atamaliza, kwa sababu saizi Yanga anaongoza ligi. Kama atamaliza anatuzidi ana anatuzidi ana sisi Simba, maana mimi ni Simba, anatuzidi sisi Simba pointi moja ile ambayo aliokaa juu. Sasa itakuwaje? Atachukuaje kombe kwa sababu mechi moja hajacheza, atachukuaje kombe? Kwa hiyo bora mechi irudiwe tu ili ijulikane mshindi ni nani, hivyo na mambo mengine yaendelee. Bwana anaitwa Samuel Chiduo. Game irudiwe tuone panapo vuja, au sio? Game irudiwe, eh, au sio? Lakini game rudiwe awe maneno yao tu, uga wao tu, game irudiwe. Kwa jina naitwa Mramba, karibu mimi kama wanasema Simba, nasema kama Yanga hawataki mechi basi watupa pointi tatu, tuendelee na maisha mengine. Si tulienda uwanjani wakatufukuza? Tunasikiliza viongozi nini maamuzi yao. Mechi ya Simba yani irudiwe irudiwe, na ila ila ila Yanga sijajua siajua kitu ambacho wanakipinga wana wana wana kwenye kurudia gemu. Game ikirudiwa utajua zimevunjwa kwa sababu k kuto, kuto kufanya mazoezi ya siku moja aiaralishi mchezo, lakini kama kanuni zimevunjwa. Lakini kwa namna nyingine tunge, tunge, tunge, tunge u, uungwana tu irudiwe, ili maisha ya so